Assalamu alaikum, karibu ni Farwat kitchen. Kama we ni mgeni kwenye chaneli yangu karibu sana, tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza ukwaju wa tende mtamu sana, kwa hiyo endelea kuangalia video ili ujue jinsi huu ukwaju unavyotengenezwa. Kwa hiyo mahitaji ni tende ambazo kwamba utaziroweka kwa saa moja, tende kama kumi mpaka kumi na tano zilizotolewa konde Alafu pia kuna ukwaju kama kikombe kimoja na nusu, ambao kwamba pia utaoroweka kwa takriban saa moja. Alafu pia kuna pilipili mbichi, lakini pia unaweza ukatumia pilipili mbuzi au pilipili hoho zile ndogo, kiasi ambacho kwamba utapenda. Chumvi kiasi, kitunguu maji kimoja, kitunguu saumu konde kama tatu hivi ama nne. Kwa hiyo kwanza kabisa nitaanza kwa ukamua huu ukwaju, nitaukamua vizuri alafu ni uchuje. Kama mnavyoona hapo, ukwaju nimeukamua na nikauchuja. Kwa hiyo kwenye sufuria utaweka tende pamoja na ukwaju na chumvi upike vizuri. Kwa hiyo utazipika vizuri kwa takriban dakika mbili hivi kama mnavyoona hapo ukwaju uko tayari na umekuwa mzito. Kwa hiyo utaupua, uweke pembeni mpaka upoe, alafu ndio uanze kusaga. Kwa hiyo baada ya kupoa utaweka kwenye blenda pamoja na mahitaji mengine na usage vizuri na hapo nimeongeza maji kidogo, kwa sababu sitaki uwe mzito kupitiliza. Kwa hiyo hapa kwa uzito itategemea na we mwenyewe, kama unataka nzito sana au nyepesi, basi unaweza kuongeza maji kiasi ambacho kwamba unataka uzito ukwaju wako uwe . Alafu, utasaga vizuri mpaka ilainike. Kama mnavyoona wangu haukulainika vizuri, kwa sababu kulikuwa na shida na na blender langu, lakini hakikisha unausaga ukwaju wako na unalainika vizuri na baada ya hapo ukwaju uko tayari, na unaweza ukaandaa ukwaju huu kwa viazi vya karai au ubajia. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Mpaka wakati mwingine, kwaherini. Tafadhali msisahau kusubscribe.